Kuna hesabu zingine wakati mwingine zinatatiza. Kama biashara inakupatia hasara, unaendelea kutia pesa ama unasimamisha? Tukitafakari hayo, mashahidi watano akiwemo msamaria mwema aliyemuokoa mhubiri aliyepatikana ameuawa mjini Nakuru John Maina, wameandikisha taarifa na polisi. Padre John Maina kutoka Parokia ya Igwamiti Nyahururu, Kaunti ya Nyandarua alipatikana akiwa na, na majeraha kando kando ya barabara ya Nakuru kuelekea Nairobi wiki jana. Na kama anavyotuarifu Maryanne Nyambura, rafiki wakaribu, wa karibu wa Padre Maina ameeleza kuwa marehemu alikuwa akisakwa na watu wasiojulikana kuhusu utata wa mchango wa hafla ya kanisa. Barabara ya Nakuru kuelekea Nairobi, eneo la Diatomite hapa ndipo Padre John Maina Ndegwa alipatikana akiwa ameketi kwenye jiwe hili na kuokolewa na msamaria mwema ambaye tutamwita kwa jina Matthew. Alhamisi tarehe kumi na tano mwezi huu sehemu za mchana, ndo nilikuwa natoka na spare part kutoka <todicletoe> jigi, then nikapatana na mtu ananiivya mkono kasimama hata nilikuwa nafikiria ni customer. Matthew anaeleza kuwa Padre Maina alikuwa na majeraha kichwani na alikuwa akiomba msaada. Alimkimbiza hadi hospitali ya St. Joseph's eneo la Gilgil ambako alifariki. Ananiambia yeye, nimepewa dawa nipeleke polisi. Baba, nikaanza kujua venye nitamsaidia. Kasimamisha gari, ndio nikasimama. Ndio nikamchukua nikamshikilia nikaacha ndovyangu yangu saidi ya barabara nikampeleka. Kifo cha Padre Maina kinachunguzwa kwa kina, kwani matukio ya mwisho kabla kufariki ya kufariki kwake yamezua maswali. Siku moja kabla ya kupotea kwake, Padre Maina aliegesha gari lake mjini Nyahururu. Msaidizi wake wa nyumbani aliyewasiliana naye kwa simu amesema kuwa Padre alimwarifu kuwa hatarejea kwa chakula cha mchana, kwani alikuwa safarini. Simu yake inaaminika kuzimwa katika eneo la Nyahururu siku hiyo. Maafisa wa upelelezi sasa wanachambua rekodi za mawasiliano ili kubaini ni nani aliyezungumza naye kabla ya kutoweka ghafla. Matokeo ya upasuaji wa mwili hayakubaini chanzo cha kifo cha Padre Maina. Makachero wamekusanya sampuli kutoka mwilini mwake kwa uchunguzi wa kimaabara. Matokeo yatatoa mwelekeo wa uchunguzi unaoendelea. Maryanne Nyambura, runinga ya Citizen, eneo la Diatomite, Gilgil,